Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, mimi naitwa Kazungu Bakari Kazungu. Ni kada wa Chama cha Mapinduzi. Nachukua nafasi hii kuleta maudhui makubwa kwenu katika siku hii ya Ijumaa, mbele yenu majini, wanadamu na malaika wanaonisikia zaidi ya yote, shukrani za dhati ni kwake Allah Mungu mmoja aliye hai, ambaye hii leo amenipa nafasi ya, ku, ya kuwa duniani na kupata fursa ya kuzungumza mbele yenu, wa Tanzania wenzangu, ndugu zangu. Nduguzangu wa Tanzania nachukua nafasi hii kuyasema haya katika siku hii kubwa kabisa ya Ijumaa, ndani yake ikiwa na baraka tele, ndani yake ikiwa na mambo mengi ambayo yanahusu utakatifu wake ama utukufu wake. Ndugu zangu, maudhui ya leo ni juu ya dhulma ya utekaji, dhulma ya utekaji ambayo haipendezi kuwapo katika nchi yoyote duniani. Dhulma ya utekaji ambayo haipendezi kuwepo katika nchi yetu ya Tanzania. Mimi kama kada ya Chama cha Mapinduzi, kabla ya kuanza hotuba yangu, ndugu zangu, napenda nianze na katiba ya Chama cha Mapinduzi katika ibara ya tano kifungu cha kumi na tano hadi kifungu cha kumi na nane kinazungumziaje juu ya kutokuwepo kwa dhulma katika taifa letu la Tanzania? Dhulma ya uonevu, dhuluma ya utekaji, dhuluma ya unyanyasaji, dhulma ya kuziba midomo ya watu. Tunalo taifa zuri linaloongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwanamama huyu mnyenyekevu mwenye hofu ya Mungu, ambaye analipenda taifa lake, ambaye amedhihirisha kuwa wanawake wanaweza, nje ya mawazo finyu na fikra hasi za baadhi ya watu kuwa wanawake hawawezi. Ndugu zangu, leo nichukue nafasi hii niwaambie kuhusiana na dhuluma ya utekaji ambayo haitakiwi kuwepo kwenye taifa letu. Katiba ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya kumi na tano hadi kumi na nane nasema madhumuni au malengo ya kuundwa Chama cha Mapinduzi. Na mimi hapa nazungumza leo kama kada wa Chama cha Mapinduzi, ambao ni haki yangu kutoa mawazo kukizungumzia juu ya uchanya wake. Chama chetu, Chama cha Mapinduzi, dhamira na malengo ya kuundwa chama chetu katika ibara ya tano kifungu cha kumi na tano ni kuona kwamba serikali na vyombo vyote vya umma vinatoa nafasi zilizo sawa kwa raia wote, wanawake na wanaume, bila kujali rangi, kabila, dini au hali ya mtu. Angalia hii kifungu cha kumi na tano cha ibara ya tano, kimesadikishwa leo hii chama cha mapinduzi kwa kuwa hakijaweka utofauti kati ya wanaume na wanawake, tunaye rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ambaye ni mwanamke. Lakini vile vile, kwa kuwa katiba yetu na chama chetu hakijali juu ya rangi wala dini, leo tunao watu ambao ni viongozi, wana asili ya mataifa mengine, wana rangi za mataifa mengine, lakini ni viongozi wa taifa letu juu ya dini pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan dini yake ni Muislamu, dini yake ni Uislamu, lakini leo mbele ya kuongoza taifa hili katiba ya Chama cha Mapinduzi, akiwa yeye ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, taifa inamweka mbali na udini. Na hapa naomba niwakumbushe baadhi ya wahadhiri wa kiislamu ambao wanamuhusisha rais wetu na dini yake Naomba nichukue nafasi hii niwakumbushe wahadhiri wa Kiislamu, wa wa waache mara moja, yaani wakome kabisa suala la kumhusisha rais na udini. Leo wahadhiri wa Kiislamu mkisema kwa sababu mama ni Muislamu, nyinyi leo mtambe, mjionyeshe kwamba nyinyi ndio mnastahili kufadhiliwa zaidi. Je, siku atakapokuja kuwa rais Mkristo akayakumbuka haya yanayoendelea sasa hivi ya baadhi ya viongozi wa dini ya Kiislamu kujivaragua kwa kuona kwamba rais ni wa kwao, atakapokuja rais wa Kikristo cha mtemakuni ambacho kitawapata Waislamu, nani atalaumiwa? Ndio maana taifa letu limejikita kwamba halina udini. Naomba tabia hii ikome kwa baadhi ya viongozi wa dini wanaotumia njia kujipendekeza, kumnasibisha rais wetu na udini. Rais wetu kweli ni Muislamu, lakini habagui dini yeye ni rais wa wote na yeye habagui hali. Yee haba, Yee raisu, ya mtu yeye ni rais wa wote na yeye habagui chama cha mtu. Yeye ni rais wa wote. Tumeona raisi hata siku moja alikuhudhuria mkutano wa Chadema wa wanawake. Ibara ya kumi na sita inasema kuona kwamba katika nchi yetu hakuna aina yoyote ya dhulma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu na au upendeleo, kuna kwamba katika nchi yetu hakuna aina yote ya dhuluma. Leo tuwakumbushe makada wa Chama cha Mapinduzi, wenzangu, ni kweli Chama cha Mapinduzi, lengo letu ni kushika dola na tutashika dola mwaka huu, kwa kuwa hilo ndo lengo kuu la chama chetu. Lakini tuwakumbushe watu, hiyo sio sababu ya kufanya dhulma, tu kwa sababu wewe ni mkuu wa mkoa tu kwa sababu wewe ni mkuu wa wilaya tu kwa sababu wewe ni kiongozi ulipewa mamlaka ya, ku, ya kutawala dola unamnyanyasa mtanzania mwenzako unamdhalilisha mtanzania mwenzako kwa sababu hiyo hiyo ni kinyume cha katiba yetu ya chama cha mapinduzi lakini vile vile vitisho wako baadhi ya viongozi wanafanya vitisho Mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania na mgombea wa chama chetu aliwakataza watu na viongozi wa serikali kutoa vitisho kwa wananchi. Unapomtisha Mtanzania, ujue umemtisha Dokta Samia na mkono. Baadhi ya viongozi mnaosema kwamba eti maelezo na maelekezo mmeyapata kutoka juu, na hapo mnamkusudia rais. Nimefuatilia hotuba za mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi, hakuna hata mara moja alipoonyesha kwamba yeye anakubaliana na maneno ya namna hiyo kwamba eti kuna maelekezo kutoka juu. Juu wapi? Mnafanya kwa tabia zenu za kiburi, mnafanya kwa tabia zenu za kudharau haki za raia baadhi yenu. Na ndio maana tunapambana mwaka huu kushika dola, tunategemea uadilifu ule ule mama aliyotoka nao kwenye miaka minne ya kumrisi Dokta Magufuli ataendelea nao kwenye miaka mitano ijayo bila wasiwasi wowote. Tunawaombeni mnaotumia mbinu za kutesa watu mkijifanya mnampambania mama, tunakataa kwa moyo wa mama, tunakataa. Hatujawahi kusikia mama akasema kwa sauti yake kwamba watanzania waonewe, hatujawahi kusikia mama amesema watu waonewe, watu wanyanyaswe. Kama unanyanyasa unanyanyasa kwa roho na moyo wako mbaya. Ndugu zangu wa Tanzania, malaika, majini na wanadamu katika ibara ya kumi na saba ya Chama cha Mapinduzi. E, kifungu cha kumi na saba ibara ya tano inasema dhumuni la kuwepo Chama cha Mapinduzi kuendelea kupiga vita ukoloni mamboleo, ubeberu na ubaguzi wa aina yoyote. Ukoloni mamboleo ni ule mtu mwenye tabia, ni kiongozi wa Kiafrika, ni kiongozi Mtanzania lakini ni mkoloni amri, vitisho, lugha isiyokuwa na staha. Leo tuna baadhi ya viongozi tunawashuhudia matamko yao, halafu wanajinasibisha eti wao wanampenda mama yetu huyu. Moyo wa mama msiutie dosari, mnaojifanya kuwa ni washauri wa rais wetu, tafadhalini, kama mna mioyo mibovu, kaeni mbali na rais wetu. Rais wa nchi ni mali ya watu wote, usijishaue Usijivarague, usijidai. Kuna nguvu ya Mungu, ndugu yangu. Unaweza ukamdhuru mwanadamu mwenzako leo, Mungu anamweza. Mungu anamweza. Tunakuuliza wewe, bwana mkubwa au wewe bidada? Mungu hawezekani. Ndio maana leo waasisi wetu wa taifa hili wametuletea katiba ya Chama cha Mapinduzi iliyokopo nzuri sana. Kwa hiyo katiba hii ya Chama cha Mapinduzi inapinga ukoloni mambo leo, inapinga ubeberu na ubaguzi wa aina yoyote.